Dada mmoja dada samani sijui unaitwa nani? Ndugu yangu afa amepiga mapigo kama ya kwangu, tufanye kitu kimoja hapa. Aha, amepiga kama ya kwako, sio kama ya kwangu, kama ya kwa. So unaitwa nani? vile naijua hiyo au dada, tusaidie. Yani sisi ni wageni hapa, mpaka tumefika hapa tuna tunashangaa shangaa shanga, oh, oh, daraja limejengwa watu wanaenjoy namna gani? Kijiji chenu ni so amazing yani, ukiangalia huku juu yani. Sasa dada, unaitwa nani sasa? Zawadi? yeah. itula... Hapa hapa ndio, kijiji kinaitwa hapa hapa Miunga. Eh, ningu mwakata uli. Sasa subiri, mi kuna kitu imechanganya. Umesema ukuni lwasho ukuni miunga.